Masaibu yao yalianza mwaka 2013 wakati ambapo Wilson Kangethe mwenye umri wa miaka 15 alianza kupata matatizo ya kutembea ghafla, wakati huo akiwa darasa la tatu. Baada ya mwaka, Antony Njuguna mwenye umri wa miaka 12 sasa akawa na tatizo hilo hilo ni mzigo ambao Lilian Nduko ameubeba kwa muda sasa, baada ya mume wake kutoweka. Karo ya shule wanamosomea ilimshinda kulipa, pamoja na unyanyapaa wa kuwa na watoto wawili walio aka, ku, na ulemavu. Alitoweka nyumbani, akaacha kuwaangalia sasa. Mimi nimeshindwa kuwatunza na kuwarudisha shule. Katika mazingira haya magumu anapoishi, aliuza mifugo angalau kupata karo ya shule ya watoto wake na kama kutonesha kidonda, mumewe John Kamau alitoweka na kumwoa mke mwingine na kumwacha yeye na wanawe wanne. Mama yao lazima awachukue awatoe kwa kitanda, awalete nje. Mvua ikinyesha, awachukue awarudize. Tukaona hakuna shinda nyingi. Sasa kama kanisa tunakujanga kulete usaidizi wetu. Kang'ethe alikuwa anaenda anasoma ana, ana vizuri, lakini kuna wakati alianza kuenda polepole, anashindwa na, na kutembea, anabebwa na watoto wale wengine kutoka shule ku nyumbani na kuendelea hivyo. <coughs> Baadaye aliacha kwenda shule kwa sababu hakukua hata anasimama, alikuwa tu anaenda kwa miguu. Hali imekuwa mbaya zaidi, kwani mama huyo hawezi kufanya vibarua na hivyo kulazimika kukaa nyumbani na kutegemea wahisani kuyakimu mahitaji yao ya kila siku. Hata hivyo, watoto hao tayari walikuwa wameanza kuumwa na funza. Mimi sina choo sababu sija, sija kutengeneza choo wanatumia ile poti alafu mimi naenda narusha huko. Anachohitaji kwa dharura ni viti vya magurudumu kwa watoto wake ambao wana tatizo la misuli. Diana Rose, QTV. <tune>